Mutabora, karibu Toronto. Tofauti zilizopo katika ndoa ya kidunia na ndoa ya kimungu. Namba moja, ndoa ya kidunia inatawaliwa na hisia, mkipendana. Wakati hisia zikiwepo mnaishi pamoja, hisia zikimalizika kila mtu anachukua tai, hisia zikiwepo mnakaa pamoja, hisia zikiisha kila mtu anaondoka, aidha mnaachana au mnaenda kwenye talaka, kila mtu anaondoka. Ndoa ya Kikristo ni zaidi ya hisia, nyakati za shida na nyakati za raha. Ndio maana mchungaji huwa anasema utakuwa naye, utamlinda, utampenda katika nyakati za shida na nyakati za raha. Siku hizi kuna wengine wakiwa wanaolewa na kuoa wanasema mchungaji, mnakuwa pamoja, sio hisia, nyakati za shida mnakuwa pamoja, nyakati za raha mnakuwa pamoja, nyakati za mapito bado mnaendelea kushikana hata nyakati ambazo hisia zenu zinaonekana kufifia kuchoka, mapito yameondoa intimacy, lakini bado mke anamwambia mme wangu, wewe ni wakwangu. Mke anamwambia mme wake ninakuhitaji, kuhitaji na mume anamwambia mke wake i need you. Sasa naomba nikuulize swali, ni ndoa ngapi kanisani umeshaziona ambazo walivyoanza kuchokana waliachana michache? Ni nyingi, zilifungwa kanisani, walioana na majina ya Kikristo like, zimefungwa na mtumishi, lakini tayari zimeshakuwa disqualified, sio ndoa za Kikristo like. Jana kule kwenye kongamano, maswali kama mliyoyasikia, mtu anasema sasa, kama nimemchoka, ya nini niendee kuumia? Kama nimemchoka, yani kuchoka kama vile umeendesha wilibaro umeshachoka, umeendesha baskeli umeshachoka Umeendesha ngombe umeshatoka, umelima umeshatoka, umekaakaa naye umeshatoka, umefanya naye mapenzi umeshamtoka, tupa kule. Zamani ulikuwa ukiachana bana, ndondoa ndo ndo. Alichokiunganisha Mungu binadamu sitenganishe, ukisha uwezi tena kuwa. Siku hizi unaacha na unaoa chachi, siku hizi chachi kabisa, unakuja unafunga ndoa makanisani siku hizi. Na tunaona watumishi wa Mungu wengi tunaona Watumishi wa Mungu ndoa zili yavunjika ya kwanza na anaoa tena kanisani hapo, alafu anajitia moyo huko kwenye ndoa ya Kikristo hakuna. Bwana Yesu asifiwe sana. tofauti ya pili, ndoa ya kidunia, kwenye ndoa unafuata unachokitaka kwenye ndoa, unaenda kwa sababu kuna kitu unachokihitaji kwenye ndoa. Mmoja anaingia kwa sababu kuna kitu ambacho amekikosa kwayo anaingia kwenda kukipata kwa hiyo kama ndoa haikupi kile kitu unachokihitaji kama ndoa haikupi kile kitu ambacho unakitaka furaha yako inashindwa kutimizwa kwenye hiyo ndoa, basi unachomoka kilaini kabisa. Ndoa ya Kikristo ni huduma, ni service. Huingii kwa sababu kuna kitu umekikosa, huingii kwa sababu una kitu unahitaji, huingii kwa sababu kuna kitu umemwona anacho, we una unaingia kwa sababu unaenda kwenye service, unakwenda kutoa, munakwenda kuwa watu wawili walio tayari kuhudumiana, mnakwenda kuwa tayari kuwa watu wawili walio tayari kuhudumiana. Kwenye ndoa ya Kikristo kila mmoja anakwenda kupeleka, kila mmoja anakwenda kutoa sio, unakwenda kuchukua. Ah, unakwenda, yaani unavyomwangalia yule mpenzi wako wakati mna deti, unaona kabisa ana kitu anakihitaji kutoka kwako, unakwenda kumpa. Ni kama kuna kapu tupu, uko tayari kwenda kupeleka, na yeye yuko tayari kwenda kuweka. Tofauti yake, ndoa ya kidunia kila mmoja anataka kwenda kuchukua. Sasa wewe ni shahidi, wewe ni shahidi. Na kwenye ndoa nyingi leo, mume unakuja kugundua baadaye kwamba huyo mke alikukubalia kwa sababu tu ulimlipia ada alivyokuwa anasoma. Amekuja kukukubalia kwa sababu tu ulimsaidia kusomesha wadogo zake. Amekuja kukukubalia kwa sababu tu ulijua yeye ndio anaweza kukutunzia mtoto wako wa kwanza ambayo ulizaa na mtu mwingine, kwa hiyo amekuwa tayari kumkubali na unaamua kuolewa naye. Hiyo ni ndoa ya kidunia. Kwa nini? One reason, umekwenda kuchukua, umekwenda kusaidiwa. Ndoa nyingi sasa hivi ukisikia wanapata matatizo, mmoja anataka kuondoka, wanamwambia utaondoka, unaenda wapi? baba huye anakusaidia anakutekea, eh, anakulipia hichi. Yaani ndoa siku hizi definition ni unavyosaidiwa unavyobebwa. Na mabinti wamekuwa hivyo, wengi wanasubiri mkaka ambaye amefanikiwa tayari, ambaye anaweza, unaingia pale kwenda kusaidiwa, kwenda kubebwa, kwenda kujengewa, kwenda kupewa hichi, kwenda kupewa hichi, hiyo ni ndoa ya kidunia na zipo zinakuja kwa in the name of ndoa ya Kikristo, zinafungwa madhabauni ya mna kitu. Yani siku hizi mume haitwi anampenda mke wake mpaka amfanyie kile na kile na kile na kile na kile na kile na kile kwa sababu ndicho alichokifata na wengi wakishaingia kwenye ndoa, nimeona vijana wengi wakuja ofisini kwangu. Kama Mauki, nilivyoingia kwenye ndoa alikuwa anajua huyu baba atanisaidia, na aliniambia kabisa ya kwamba atanisomesha masters, ya kwamba atanisaidia hichi, ya kwamba atanitengenea leseni yangu, tukaanza kabisa na mchakato wa BRELA. Sasa tumeshaoana, nimepata mimba, ameacha ule mchakato wa BRELA. Sasa mimi nafanya nafanya nini kwenye ndoa? Unawaambia huna cha kufanya, kwa sababu uliingia kibiashara, uliingia kimwamala. Mwamala umebuma, transaction aborted <laughs> watu wa Mungu mnanielewa. Hiyo ni ndoa ya kidunia, na navyozungumza hivi, ndani ya moyo wako jiangalie wewe mwenyewe, uliingia kwenye hiyo ndoa uliingiaje? Wengine uliingia kwa wanaume, wanajua wana kabisa na kucheki wakati na kutongoza kabisa, huyu bila ahadi simpati huyu, nimeshaona sura yake inahitaji ahadi. Wewe ukinikubalia, ukishamaliza shule yako kusomesha, hivi nakupeleka nje, hivi nakupeleka huko na kuna wale wazazi ambao binti yake akideti na mtu wa kawaida kawaida kabisa, atakuwa una njaa, achana naye, mbona mkaka fulani yuko anakufanya hivi, kufanya hivi, kufanya hivi, kufanya hivi. Cha kuwa na wadada wanakuja ofisini kwangu, naomba Chris, nimeposwa na miezi miwili na kwenda kuolewa, lakini nimegundua huyu baba amenidanganya, amenidanganya aliniambia ana mke lakini nafikiri na ana watoto ndio nimegundua, lakini nyumbani nimewaambia mimi nataka kuchomoka huku, nimedanganywa, wazazi wanaambia subutu subutu kaka, mnadeti tu ametusaidia wa wazazi wako ABC unataka kumwacha, ni kama wazazi wanakuambia wana, wana, usituodolee bahati ba yetu hapa, kama changamoto utapambana nayo huko mbele ya safari, hiyo sio ndoa ya Kikristo. Bwana Yesu asifiwe. Ndoa ya Kikristo ni ndoa ambayo unaingia ukiwa tayari kwenda kutoa. Ndoa ya Kikristo ni ndoa ambayo unaingia ukiwa tayari kwenda kusacrifice. Ndoa ya Kikristo ni ndoa ambayo na uko tayari kuingia kwenda kutoa kwa ajili ya mwenzako. Yani, maana yake priority yako ni yeye na priority yake ni wewe. Unaingia kwenye ndoa unauliza kila siku, tanifanyia nini, tanifanyia vile, tanifanyia hivi. Sasa unaenda kwenye mashindano huko, ambayo unaahidi kila kitu. Hii ndoa is sacred, ni taasisi ambayo tunaingia kwenda kutoa. Ndio maana mtu mmoja akasema kuna watu wengine kwenye ndoa Ukiondoa sex hakuna chochote anachotoa, hakuna chochote yani ukiondoa sex, iwepo haipo, hakuna chochote anachochangia. Na mafundisho huko mtaani anajua hilo jambo. Ndio maana ukisikia wana kwenye vichen pati huko, wanachofundisha ni kibeokata, shanga kukata viuno. Sasa hakuna mtaji mwingine wowote mtu alionao. Tofauti namba tatu, ndoa ya kidunia ni kumpata anayekukamilisha na anayekufanya utosheke. ndoa ya kidunia hii ndoa ya kidunia ni kumpata anayekukamilisha, the one who is perfecting you, na anayekufanya utosheke. Ndoa ya kikristo tofauti. Sasa ndoa ya Kikristo ni muunganiko mtakatifu. Kuna mtu alisema hilo jambo, muunganiko mtakatifu. Ni muunganiko mtakatifu wa watu wawili walio tayari kukabilishana na kuboreshana. Sasa angalia tofauti Ndoa ya Kikristo, watu wawili walio tayari kukamilishana na kuboreshana. Maana yake nini? Kuhakikisha unaingia kwenye ndoa, uko tayari kumkamilisha mwenzako, uko tayari kumfanya awe bora kuliko alivyo, ulivyomkuta unaingia ile mara siku ya kwanza. Hapa Jumamosi nimesema tunaingia kwenye ndoa to to complete each other, not to compete. Unaingia kuwa tayari kumkamilisha mwenzako Sio kushindana naye, kuhakikisha anakuwa bora kuliko alivyo. Ndoa ya kidunia unamtazama je, yeah. anaweza kuniboresha, anaweza kunikamilisha. Tena unamwasesi kama ujaingia, unamwangalia hivi, anaweza ku meet my standards, anaweza ku meet my needs, anaweza kunikamilisha. Sasa hiyo ni ndoa ya kidunia kwa sababu umeanza kufanya assessment, need assessment, mapema kabisa maana yake nini? Kama hawezi kunitosheleza tutamalizia pale. Na ndio maana utakuja kugundua ndoa nyingi sana zinapata shida uchumi unavyoyumba. Wangapi wanakubaliana nami? Kwa nini ndoa nyingi zinapata shida uchumi unavyoyumba? Kuna mmoja aliingia akitafuta kukamilishwa, kutoshelezwa. Sasa uchumi ukiyumba uwezo wa kumtosheleza anafanya nini? Ulikuwa umemwezesha kuendesha gari, hawezi kuendesha gari tena. Tuna vijana wengi sahivi wanaingia kwenye ndoa kwa sababu mama huyu anampa gari, anampa kile, anampa kile, tunawaita Mario. Hela ya mama yule ikiisha, kijana lazima asepe. Wanasema, unakaa vipi kwenye kituo cha gari wakati mvua imekata? Ulisimama kwa ajili ya mvua, mvua imeisha unafanya nini? Natembea kwa nini iulizi, kwa nini ndoa nyingi zinavunjika wakati uchumi aya. Unafikiri kwa nini wastaafu wengi wakishapata ustaafu tukianza kuwaoji unataka kufanya nini, kitu cha kwanza, anasema naoa. Na unashangaa na una kule kustaafu ha, hapati msichana kwa shida, hapati mke kwa shida, anapata kwa urahisi sana. Wakati nyinyi mnaona ngozi zimejikunja, kuna watu wanamuona sweet baby. Kwa nini inakuwa rahisi ya kupata mke katika uzee ule? Kuna watu wanaangalia mtu wa kumtosheleza, mtu wa kumboresha ya uzee mtajua mbele ya safari tena, wana kiingereza chao wanasema age is nothing but a number. Karibu Tabora, karibu Toronto.